Pola majaji wao watatu jaji Ndunguru Kionde na Karema baada ya pu, kutakata pu, hilo ombi, wamesema kwamba hawakubaliana na upande wa serikali kusema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki mbili, bali wameahirisha kwa siku mbili yaani ya leo na, na, na kesho na kwamba tarehe kumi na mbili endelee na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe aje na, na, na a, a, a, a, a, a, a, upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu imeahirishwa na Tundu Lissu hajafikishwa mahakamani. Vilevile vile wakili wa Tundu Antipas Lissu muda huu anatoa ripoti nzito mara baada ya Tundu Antipas Lissu kutokufikishwa mahakamani. Ungana nami kuanzia hapa hadi mwisho wa habari hii kusudi tuweze kupata kujua na kufahamu ni kwa nini kesi imeahirishwa na kwa nini Tundu Antipas Lissu hajafikishwa mahakamani kama ilivyopangwa, na pia tuweze kupata kuona na kutazama ripoti nzito ambayo ameitoa wakili wa Tundu Antipas Lissu mara baada ya Tundu Lissu kutofikishwa mahakamani. Tumekuja na tumekuwekea video hapa ya wakili wa Lissu akitoa ripoti mara baada ya Tundu Antipasilisi kutokufikishwa kufikishwa mahakamani na kesi yake kuhairishwa. Kesi ya uhaini inayomkabili Tundulisu iliyopangwa kuendelea Novemba 3 mwaka huu wa 2025 haikuweza kuendelea kama ilivyopangwa. Kesi hiyo iliahirishwa hadi Novemba 10 mwaka huu wa 2025, kwa maana ya kwamba leo Jumatatu, lakini Tundulisu hajafikishwa mahakamani. Wakili wa serikali e, Thawabu Issa ameieleza mahakama kuu kwamba wamewasiliana na mkuu wa gereza la Ukonga na amewaambia kuwa Tundu Lissu hakufikishwa mahakamani kutokana na hali ya kiusalama. Wakili wa serikali ameeleza kuwa mashahidi waliopaswa kutoa ushahidi wanatokea Ruvuma na Mbeya, lakini kutokana na hali ya usalama kutokuwa ya kuridhisha Dar es Salaam hawakuweza kusafiri kufika mahakamani. Upande wa jamhuri uliomba ahirisho la siku kumi na nne kwa mujibu wa kifungu cha mia tatu na mbili cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ukieleza kuwa kushindwa kwa mashahidi kufika kulitokana na sababu za kiusalama. Baada ya kusikiliza maombi hayo, mahakama imekubali ombi la upande wa mashtaka, lakini imeahirisha kesi hadi Novemba 12 mwaka huu wa 2025, na sio siku 14 walizoomba upande wa jamhuri kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam imeagiza upande wa jamhuri kuhakikisha mashahidi wanakuwepo siku hiyo, na Tundu Antipasilisu afikishwe mahakamani kuendelea na ushahidi. Hebu tumsikilize hapa, wakili wa Tundu Antipas Lissu akizungumza mara baada ya Tundu Antipas Lissu kutokufikishwa mahakamani. Hii hapa ni Habari Kiganjani, endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok na Twitter kwa majina ya Habari Kiganjani. ilikuwa imekuja kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya, ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lisu e ambaye yuko chini ya jopo la majaji watatu jaji Ndunguru, Karema na Kiwonde. Sasa itarajiwa kwamba leo upande wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini. Lakini siku ya leo kwa bahati mbaya e, mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lisu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa, kwa sababu za kiusalama e, lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani, na gani nchi yetu yetu Dar es Salaam huko salama, watu wote wameweza kusafiri, mabasi anafanya kazi. Lakini upande wa mashtaka kwa umesema kwamba unaomba kwamba e, kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mahakamani, kwa hiyo akwepo mahakamani. Na baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea, siku nyingine wanatokea Iringa, watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi hawakuweza kuletwa, hawakuweza kutoka kusafiri kuja kuja Dar es Salaam kwenye kesi. Kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri, kuweza kuandaa mashahidi wao, hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kwa kuomba ahirisho la wiki mbili kwa maana hiyo tarehe kumi leo mwezi wa, mwezi wa kumi na moja ukiongeza wiki mbili maana yake ni siku kumi na nne ingekuwa maana yake tunazungumzia tarehe ishirini na nne au ishirini na tano ya mwezi, mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu jaji Ndunguru, Kiode na Karema waka baada ya kutakata hilo ombi, wamesema kwamba hawakubaliane upande wa serikali kusema kwamba kesi ilisho kwa wiki mbili bali wameahirisha kwa siku mbili, yani ya leo na, na, na kesho, na kwamba tarehe kumi na mbili endelee, na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe na aje upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake, e, dhidi ya mwenyekiti, maana yake e, kesi ya kesi kes, kes, kes, kes ya msingi sana. sasa sisi tumeweza kuyaona hayo. Sasa, kwa bahati mbaya, kwa sababu mwenyekiti anajiokisha mwenyewe hakuweza kujizungumza, lakini tumeona kwamba mahakama imeweza kutoa angalau muda kidogo ambao ni unaonekana ni, ni, ni mzuri na kwamba siku hiyo tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja ishirini ishiri na tano, basi kesi hii itaendelewa kwa majari wa Mwenyezi Mungu, na tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea u uhaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti kama utaweza kuweza ku, kuwekwa wazi na kama sio uhaini, basi tuweza kujulikana mahakama itatoa uamuzi gani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kuona kwamba ile njia ya maombi ya kuahirisha ya wiki mbili kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakwa mahakamani. Hata angekuwa upande ule wa upa, angekuwa upande, angekuwa hata kesi imeleto me, me, me kwa njia ya kimtandao kwamba naye kule gerezani ameweza kusikilizwa, basi ingekuwa nafuu, lakini mahakama imeamua kusimama katika misingi ya haki na kusema, basi imetoa siku mbili ambazo ni kwamba wale mashahidi wa serikali kwanza, hivi sasa huko huko kote waliko, basi wao waje, na tunafahamu mashahidi wengine ni wale wa kufichwa, hata usalama wao unatalishwa una, vipi? Asanteni sana.